Moja kati ya video ambayo sahizi na trend kwenye mitandao ya kijamii ni hii hapa, ambayo imeweza kuwashtua watu wengi. Video kutoka kwa Shilole, ambapo kaweza kuwashtua e, watu wengi kutokana na mazingira ambayo yanaonekana, lakini pia moja kwa moja kwa jinsi ambavyo yeye pamoja na mpenzi wake ama mchumba um, wake wamebahatika kupata mtoto. Lakini sasa imekuwa ghafla kweli kweli kwa sababu wengi hatukuona e, Uh, mabadiliko makubwa ya Shilole lakini uh, kwa hali ambayo ilivyo basi anaonekana amejifungua na, na um, bado hajaweka wazi kwamba mtoto ni jinsi ya gani, lakini niliona uh, kuna puto moja limepambwa kwamba ni mtoto wa kiume. Sasa sijafahamu kama ni kweli ama la, lakini katika caption ambayo Shilole kaweza kuiandika ni kwamba nashukuru Mungu eh, leo umeniona na mimi na baraka zako leo zimenikuta na mimi sijui Uh, unapitia wapi na maombi yako ni nini, lakini Mungu alivyoniona na mimi, nakuombea akuone na wewe, akujibu kila unaloliomba kwa wakati wake, akupe haja ya moyo wako, machozi yako, wale wanaokucheka kwa kukosa jambo fulani na kile unachokitamani, Mungu akujibu na kukuona wewe. Leo nina furaha sana kwa mfano wa kuwakilisha wanawake wengi kwenye kilio cha kuitwa mama, na kwa, manau, na kwa wanaume wote ambao wanatamani kuitwa baba. Kwa hakika Mungu atawajibu kwa wakati sahihi, na mtabeba watoto wenu kwa furaha. Nashukuru Mungu na mimi umeniona. Akaweka na emoji za kushukuru. Ni moja kati ya posti kubwa kabisa, posti ambayo eh, imeweza kuwafanya watu mbalimbali eh, kuja hapa kumpongeza, lakini pia wengine wakisema kwamba hakika Shilole kaweza kwa sababu kaweza eh, kuficha ujauzito uzito kwelikweli kwa sababu kuna uh, watu wengi ambao wange, wangeweza kutoa hii taarifa mapema sana. Anti Ezekiel kaandika kaandika kwamba kwamba hongera mkwe. Mwingine naye ni huyu kaandika kwamba ukichapwa vizuri utasema wewe. Juma Lokole kasema nakupigia Shilole. Sasa, baada ya Juma Lokole pia eh, kuposti hivi, akaja kuandika sasa katika peji yake Instagram kwamba nilizani unatudanganya mpaka nimeji mimi mwenyewe kwa video call. Shishi ni msiri bwana, kumbe ndio maana uh, ulikuwa unasema uh, wa mwisho nikipata naenda kuzaa ulikuwa unamaanisha. Hongera dada yangu Shilole, ndio caption ambayo Juma Lokole kaweza kuiandika katika Instagram yake. Lakini pia watu mbalimbali Mawasama kaweza kumpongeza uh, Kitale pia naye kaweza kumpongeza uh, Katarina Karatu Noel DJLB, uh, Sudi Brown na wengineo wengi wamepongeza Shilole kwa hatua hii, lakini bado hatufahamu kwamba ni kweli, kwa sababu wasanii wana mambo mengi. Tuendelee kusubiri kwa kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea, basi tutakuwa kwanza kuweza kufahamu. Subscribe kwa taarifa nyingine nyingi zaidi.